Je, yeah, unajiona umechelewa kuweza kujifunza masuala mazima ya teknolojia? Basi ngoja nikwambie kitu, bado muda upo. Kuna watu wameanza kujifunza mfano coding wakiwa na miaka thelathini na tano wengine wakijifunza graphic design wakiwa na miaka arobaini. Leo tayari wanauza skills zao duniani kote. Sasa wewe unaianza leo ukiwa na miaka ishirini ishirini na tano thelathini kwa nini ujione umechelewa? Siri ni moja tu, acha kuweza kuahirisha mambo. Anza na kitu kimoja, jifunze kidogo kidogo kila siku, hatua kwa hatua. Baada ya miezi sita miezi sita, utashangaa mabadiliko utakayoyaona. Sasa kama kweli una ndoto ya kuwa na ujuzi wowote ule katika teknolojia, anza leo, usingoje kesho wala wiki ijayo. Anza hivi sasa kwa kuanza kucomment neno na anza chini katika sehemu ya comment ya video hii, kama uko tayari kuweza kuanza jambo ambalo unatamani kuweza kulikamilisha. Na usisahau vile vile kunifollow katika social media account zangu kwa video fupi fupi kama hizi za motisha, tricks na elimu ya tech kila siku. Asante.